Hei, mambo vipi? Karibu sana katika youtube channel yangu. Bado tunaendelea na kujifunza Python na tupo katika kipengele cha set. Bado kuna vitu mbalimbali mbali vya kuweza kujifunza, tayari tumeshajifunza baadhi ya vitu huko nyuma katika video zilizopita. Leo tutaanza kwa kuangalia namna gani ya kutumia for loop kuweza kuiterate katika set, lakini vile vile baadaye tutaangalia jinsi ya kutumia zile operators ya in na not in tukiwa na seti na kuona namna gani ya kuweza kupata union za seti zetu, tutaenda kufanya na, lakini pia tutaweza kufanya intersection ya seti zetu, kama vile ambavyo unafanya katika eh, sabati basi, na katika Python una uwezo wa kufanya hivyo. So tuanze kwa kuweza kuangalia namna gani ya kutumia loop katika set kuweza kuiterate katika zile element ambazo tupo nazo kwenye set zetu. So tupo na variable yetu ya my set ambayo imehifadhi seti List ya listi ambayo imebeba hizi character. Ya kwanza ni A, then ya pili ni B na ya tatu tuweke ni C. So tunatumia for loop kuweza kufanya iteration ambayo itakwenda kutoa zile character ambazo zimo katika hii seti yetu A, b na c. Kila ikiwa inafanya ule mzunguko itatolewa elementi moja, ikienda mzunguko mwingine elementi ya pili, na kuhakikisha imemaliza elementi zote na kustop kuterminate hapo. So for val in my set. my set hapa ni jina la hiyo variable yetu ambayo tumeideclare na kuweka hiyo seti yetu then to print kitu gani var. Ni for loop ambayo tulikuwa tunaifanya toka huko katika list e, tuples, katika dictionaries, kwa hiyo sio ngeni kwetu. So baada ya hapo tutakuwa tayari simple loop ambayo itakwenda ku iterate katika set yetu. Tukiweza ku run program yetu, unaona output ambayo tunaipata, ilipopita mzunguko wa kwanza ikatolewa element ya kwanza ambayo ni b. Elementi ya pili ni a. Elementi ya tatu ni c. Kama kawaida set inakuwa randomly, haipo katika mpangilio maalum na ndio maana unaona imeanza kutoka b, na pengine unajiuliza kwa nini haijaanza kutoka a. Hii ni set sio list. Okay. zingatia kitu hicho, ama kumbuka kile ambacho tumekiongelea na kujifunza katika video zilizopita. So hivyo ndivyo ambapo unaweza kutumia loop ya for kuweza katika seti yako, lakini ukiachilia hapo, wacha tuangalie namna gani ya kutumia operators ya in na not in kuweza kuthibitisha uwepo wa value fulani katika seti zetu. Okay, very simple. Nao pia tumeweza kuona kule katika listi, katika dictionaries kuweza kuona kama value ipo katika eh, dictionary yako unatumia hizi operators ya in not in. Hata huku katika set pia tuna uwezo wa kufanya hivyo, so acha tuweke hapa set yetu. Kwa hiyo my set sawa sawa na set okay list 1 2 3, set yetu ina eh, value ama element hizi tatu. Kwa hiyo hapa tutatumia if condition if namba moja imo in my set basi I print kitu gani ituambie, kuwa e, namba moja ama value hiyo inapatikana ndiyo katika hiyo set. Kwa hiyo the value one is in the set, very simple message kama hii. So tukirani programu yetu tayari, unaona imetoka, the value one is in the set. Kweli value one inapatikana katika set yetu lakini tukiweka hapa let's say tano. Tano haimo katika seti yetu, tuone jibu litatoka kitu gani. Tukirun programu yetu, hakuna jibu lililotoka, maana yake hii if statement haikuweza kufanya kazi hapa ama imeleta jibu la false, na ndio maana hiki kitu kilichomo ndani ya hii if statement yetu hakijaweza kutolewa kwa sababu imeleta jibu la false. Tano haimo katika hii set yetu ambayo tumeiita my set. So hivyo ndivyo jinsi ya kuweza kutumia operators hii ya in, lakini wacha tuweze kuangalia na operators ya not in inavyotumika. Just hapa ni kuongeza tu, not in, then hapo utacheki sasa. Je, mfano kumi haimo katika my set kama halimo katika my set, maanake ikile, ikileta jibu la true, i print kitu gani? The value let's say 10, is not is not in the set, simple tu. Kwa hiyo tukirani programu yetu imeweza kutoa the value 10 is not in the set, na kweli ukiangalia value zetu katika seti yetu hakuna value kumi, ama hakuna elementi ambayo imebeba hii value. Okay, so hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia in operators na not in operators kuweza kucheki uwepo wa zile value ama data katika hizo seti zako. Jaribu huko kufanya utaweza kuona e, jinsi ambavyo zinafanya kazi lakini ukiachilia eh, jinsi ya kutumia operators hizi, wacha tuangalie sasa namna gani ya kuweza kupata union, ule muungano wa seti zako. Very simple nayo, wacha tuweze kufuta hapa na tuweze kutengeneza seti mbili. Tunafahamu jinsi ya kutafuta union katika seti katika hali ya hesabu eh, za kawaida, ukiachilia katika Python sasa. Huku let's say tupo na seti ya kwanza ambayo imebeba 1 2 3 4 na natosha, then tupo na seti so seti so set ya pili, so set ya pili sawasawa, set imekusanya 3 4 5 6. Okay, then ili kuweza kuiunganisha, kuna njia kadhaa tunaweza kutumia Dot union method kuweza kuunganisha lakini pia tunaweza kutumia operator ya pipe. Nitaenda kuonesha hapa inavyoandikwa. Kwa hiyo hapa, wacha tuanze na hiyo njia ya kwanza ambapo kwa tutaweka seti ya tatu ndio itakuwa inaunganisha hizi seti mbili. Kwa hiyo valu zote zilizokuwemo katika seti ya kwanza na valu zilizokuwemo katika seti ya pili zitakwenda kuwekwa katika seti moja. Okay, so seti 3 sawa sawa na seti one, dot union ifadi yetu, argument tunayoipitisha hapa ni ile seti nyingine ambayo ni set 2. Kwa tukienda hapa tukiprint, utaona set 3 itachukua value zote zilizomo katika set 1 na set 2. So tukirani programu yetu, tayari unaona 1 2 3 4 5 6 namba ambazo zimejirudia just itaonekana ni moja tu, ita display moja tu, hazitochukuliwa zote mbili. Hiyo ni set. Kwa hiyo hapa tumeweza kutumia method ya union kuweza kuunganisha hizi seti zetu mbili, lakini unaweza usitumie method hii ya union ukatumia, nimekwambia pipe operator. Vipi unaweza kufanya hivyo? instead ya kuweka kitu hiki hapa unaweza tu hapo ukaweka set 3 hiyo ni sawasawa na kuchukua seti one, ukaandika e, alama yako hii ya pipe ni huu mstari uliosimama hivi katika kibodi yako, so utaandika na ile set nyingine ambayo unahitaji kuunganisha, ambayo ni set 2, kwa hapa sisi tulizo nazo. So tukirun programu yetu, unaona output ambayo tumeipata hapa. Kwa hiyo tayari tumeweza kufanya union between hizi seti zetu mbili. Kwa jaribu huko kufanya mazoezi na utaona the way ambavyo unaweza kutumia hii pipe operators kuweza kuunganisha kufanya union ya seti zako, au kutumia ile method ya union kuweza kuunganisha. So ukiachilia namna gani ya kufanya hiyo union ya seti zako, wacha tuangalie jinsi ya kufanya intersection ya seti zetu, kuacha tuweze kufuta. So nategemea tunafahamu intersection inakuwa vipi. Intersection just ni ile seti ambayo inajumuisha element zinazopatikana katika seti zote mbili. Yaani kuna element ambayo imetokea katika hii seti ya kwanza na kuna element imetokea katika seti ya pili. Kote ipo hiyo element ndizo ambazo zitakwenda kutolewa. Kwa hiyo hapa just tuta declare e, variable yetu ya tatu, seti yetu ya tatu hii. Okay, kwa hiyo set 1 dot intersection. Hivi hivi intersection. Okay. Methodi yetu halafu tutapitisha set 2. Na tayari hapa zitakwenda kuangaliwa value gani ambazo zimejirudia, yani zinapatikana katika set 1 na zinapatikana katika set 2. Hizo ndizo ambazo zitakuwa intersection. Okay, nadhani tunaelewa kitu hicho, kwa wale ambao kidogo wana idea ya hesabu, tayari ni vitu vya kawaida katika hesabu zetu za kawaida ambazo tunazifanya katika upande huu wa set. So tukiprint hapa Set three, utaona kwa ukiangalia hapa value gani ambayo ipo katika seti one, na value gani ambayo ipo katika seti two. Kote kote ipo ukiangalia hapa ni moja huku haipo sio mbili huku haipo sio tatu huku ipo na huku ipo nne huku ipo na huku ipo zilobaki zote hazi kwa tutapata tatu na nne ndo value ambazo zimefanya intersection katika seti hizi so unaona tatu na nne tumeweza kutolewa kama ndio seti yetu ya hii set 3 tulio declare hapa ambayo imehifadhi ile intersection ya set 1 na 2, zile value ama element. So pia katika intersection unaweza usitumia hii method ya intersection ukaweza kutumia end. Kule tulitumia pipe operator, huku tunatumia ampersand operators. Ama tunaita end ile, wacha nikuonyeshe kwa hapa itakuwa ni set 1, and, set 2. Manake, e value iliyokuwepo kwenye set 1 na value iliyokuwepo kwenye set 2 ndio ambayo ionekane hiyo. So hapa tukiweza kurun run program yetu unaona tumeweza kupata jibu lile lile. So unaweza kutumia njia moja wapo kati ya hizi. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya eh, intersection, I mean kutafuta intersection ya seti zako eh, lakini pia tumeona jinsi ya kutafuta union ya seti zako. Okay? So sina la ziada katika video hii ya leo. Mimi na wewe tukutane katika video ijayo. Fanya mazoezi katika hiki ambacho tumejifunza leo. Una maswali, una maoni yoyote, kuna sehemu ya comment hapo, unaweza kunambia, tukaweza kusaidiana pale ambapo hakujaeleweka. Subscribe YouTube channel yangu, share na wengine wapate kujifunza, like video zangu. Tukutane wakati mwingine utakapokuja kujifunza kitu kingine. Katika kumalizia kipengele hichi cha set, asante.